Pendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media, katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo, Jumanne, juma la kwanza la Kwaresma mwaka C wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka kitabu cha nabii Isaya sura ya 55 aya ya kumi hadi ya kumi na moja, na somo la injili linatoka katika injili ilivyoandikwa na Matayo Sura ya sita, aya ya saba hadi ya kumi na tano. Karibuni tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Mathayo. Siku ile Yesu aliwaambia wafuasi wake, mkiwa katika kusali, msipayuke payuke kama watu wa mataifa, maana wao uzani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. basi msifanane na hao. Maana Baba yenu wanajua mnayohitaji kabla ninyi hamjamwomba. Basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi; bali msipowasamehe watu makosa yao, wala baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Mpendwa msikilizaji, leo tunaalikwa kutafakari kuhusu sala, hususani sala ya Bwana. Sala kwa maneno mengine tunaweza tukaita kama maombi, ni njia ambayo binadamu anauelekea ulimwengu wa roho, hasa kwa nia ya kuongea na Mungu kwa sauti au kimoyomoyo. Malengo yake yanaweza kuwa tofauti: kusifu, kushukuru, kuomba au kujiachilia. Upande wa pili, sala ni kutafakari ili kusikiliza na kuelewa ujumbe wa Mungu. Sala inaweza kufanywa na mtu peke yake au na wengi pamoja, hata kwa kuimba. Katika Kanisa Katoliki, suala la nguvu ya sala kwa Mungu linawahusu watu wote, hata wenye dhambi ya mauti, kwa sababu hawezi kustahili hili, lakini wanaweza kusali. Ombaomba alicho nacho ni ufukara wake tu, lakini ndicho kinacholitia nguvu ombi lake. Hivyo mtu akiomba kwa moyo wote huruma inamwinamia. Mtakatifu Gregori Mkuu anasema watu wanapaswa kujiandaa kwa sala, wapokee yale ambayo Mwenyezi Mungu amepanga kuwapatia tangu milele. Hivyo ni lazima tuombe misaada tunayohitaji ili kutenda mema na kudumu mpaka mwisho, kama ilivyo lazima tupande mbegu ili kuvuna. Wapo wanaosema eti tusali tusisali, yatatukia yaliyopangwa. Tuwajibu kwamba huo ni kama upumbavu, sawa na kusema tutavuna iwe tumepanda aura basi. Tuamini sala siyo nguvu ya kibinadamu yenye asili ndani mwetu, bali chemchemi ya nguvu yake imo ndani ya Mungu na yastahili zisizo na mwisho za Mwokozi. Inashuka toka mpango wa milele wa upendo na kupanda juu hadi huruma ya Mungu, hivyo tunainua utashi wetu hadi utashi wake, ili tutake pamoja naye yale aliyopanga tangu milele atupatie. Mungu amepanga sala iwe njia ya kufikia utakatifu na wokovu, hivyo ina nafasi katika maisha ya roho kama vile joto upande wa mwili. Basi lengo la roho ni uzima wa milele, na mema yanayotufikisha huko ni ya aina mbili yale ya kiroho yanayohusika moja kwa moja na yale ya kimwili yanayoweza yakachangia uokovu kadiri yanavyobaki chini ya yale ya kiroho. Kanisa Katoliki lina maombi bayana sana ambayo wote walioko kanisani husali kwa pamoja. Maombi hayo hufunzwa kwa wote wanaoshiriki kanisani tangu wakiwa wachanga ili waweze kuiga wazee wao. Maombi hayo ni kama tunavyoitikia au kujibu katika Misa, Rozari maombi maombi ya waumini, maombi ya toba na kujuta dhambi. Ni lazima Mkatoliki ajue vizuri sala hizo ili kuamini katika Ukristo na kushiriki kikamilifu ibada. Katika somo la Injili tumesikia kuhusu sala ya Bwana, sala ya Baba Yetu. Ni mwaliko wa Kristo Yesu kwa wafuasi wake kujenga uhusiano wa karibu na Mwenyezi Mungu kwa kuvunjilia mbali woga na mashaka yasiyokuwa na mvuto wala mshiko kwani daima Mwenyezi Mungu yuko kati na karibu na watu wake. Jambo la msingi ni kwa waamini kujiaminisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kuwa na ujasiri wa kimwana. Baba Mtakatifu Fransisko anasema sala ya Bwana, yaani Baba Yetu, ni muhtasari wa mafundisho makuu ya Kristo Yesu kwa wafuasi wake. Hii ni sala inayofumbatwa katika moyo safi, imani thabiti na dumivu pamoja na ujasiri wa kimwana. Huu ni mwaliko wa kukesha na kwa njia ya Kristo Yesu, maombi yao yataweza kupelekwa kwa Baba wa milele. Hii ni sala yenye matini mafupi ambayo yameendelezwa na mwinjili Matayo na kufikishwa maombi saba ambayo ni alama ya utimilifu katika maandiko matakatifu. Ni mwaliko wa Yesu kwa wafuasi wake kujenga uhusiano wa karibu na Mwenyezi Mungu kwa kuvunjilia mbali woga na mashaka yasiyokuwa na mvuto wala mashiko, kwani daima Mwenyezi Mungu yuko kati na karibu na watu wake. Jambo la msingi ni kwa waamini kujiaminisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kuwa na ujasiri wa kimwana. Katika kitabu kinaitwa Hadisi za Kiafrika cha padri Joseph Heri, ukurasa wa 87 tunakutana na sala hii ya Kiafrika: E Bwana, uwe kwetu mwenzi wa furaha na shangwe, wawezeshe vijana wapate nguvu na mtu mzima atunze nguvu zake, umwezeshe mwenye mimba kujifungua, na mwanamke aliyejifungua amnyonyeshe mtoto wake. Umwezeshe mgeni kufika kwenye ukomo wa safari yake, wale wanaobakia waishi salama nyumbani mwao. Wawezeshe makundi ya mifugo kwenda kwenye malisho na kurejea yakiwa yameshiba. Ee Bwana, uwe mwenzi wa mavuno na mitamba, uweze kuwa mwenzi wa ukarabati na wa afya njema. Amina. Bila shaka katika sala hii tunaona uwezo wa mwanadamu kutambua nafasi ya muumbaji na uwezo wa kuendelea kutambua ukuu huo wa Mungu. Hivyo, kwa kupitia sala ya Bwana leo tunapata tena nafasi ya kutafakari kuhusu maisha yetu na Mungu pamoja na wenzetu. Mimi au sisi au wewe husema baba yetu na si baba yangu. Tamko hili latufanya tujisikie sote watoto wa Mungu. Je, uko hivyo kweli katika maisha yetu? Kwa kuwa sisi sote ni watoto wa baba mmoja, mimi, sisi au wewe huomba jina lako litukuzwe, yaani e Mungu utukuzwe na ufahamike. Je, ndivyo ilivyo maisha yangu au maisha yako au maisha yetu? Yanamtukuza Mungu? Yanamwakilisha Mungu? Mimi au wewe au sisi usali ufalme wako ufike. Hapa huomba kuwa ufalme wa Mungu uwe ndiyo ufalme wa mwanadamu. Je, juhudi zako ni zipi ili hilo litimie? Mimi au wewe au sisi hatuna viufalme vingine tofauti na huo ufalme wa mungu tunaotamka. Tunasema mapenzi yako yatimizwe mbinguni na duniani, maana yake tunakubali utashi wetu uwe mali yake Mungu. Ndivyo ilivyo? Tunasali utupe mkate wa kila siku. Huu ni wajibu tunajipatia na unatuwajibisha pia kutoka jasho, kuwajibika Tunatoka jasho kweli kupata mkate wetu wa kila siku kwa halali? Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe wengine, ni kweli hivyo na huwa tunafanya hivyo? Tunasameheana makosa yetu. Usitutie majaribuni, tunajikabidhi kwake Mwenyezi Mungu na kuomba kubaki katika usalama wake. Mbona tunaendelea kujiingiza katika majaribu mbalimbali ya maisha kama utendaji wa dhambi bila wasiwasi au uoga wowote? Mbona maisha ya dhambi yamekuwa ni sehemu ya mazoea yetu sisi? Leo tunadaiwa nini? Kuomba tena Yesu atufundishe kusali? Hapana, tunatakiwa kutafakari mahusiano yetu kwanza na Mungu, halafu na watu wake. Je, sala tusalizo zinatoa changamoto kwa wengine? wanapotuona tunasali, wanaguswa kuna kipya katika maisha yetu ya sala. Je, wale waliorudi nyuma kiimani, kimaadili, waliokata tamaa na kadhalika, wakituona tunavyosali leo hii na siku nyingine, watajihoji watavutwa, waje kusali na sisi na kuomba tuwafundishe sala yetu? Katika kipindi hiki cha Kwaresma, ujumbe wa maaskofu unatualika waamini wote kusimama imara katika imani kama ilivyoandikwa, simameni imara katika imani. Waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto ile sura ya 16, ya 13. Tutumie vema kipindi hiki cha Kwaresma kwa kujitafakari kiundani ili kujichotea neema na baraka. Aidha, maaskofu wanatualika tuzingatie mafundisho ya kanisa juu ya mwaka wa jubilei ili kupata rehema kamili za mwaka huu mtakatifu. Katika katekisimu ya kanisa Katoliki namba moja tunasoma hivi: Mungu ametuumba ili tumjue, tumtumikie, tumpende na mwisho tufike kwake mbinguni. Na katika Zaburi ya 139 aya ya 13 hadi ya 19, tunaona kuwa mtu au mwanadamu ni kiumbe cha Mungu na mwanadamu anaweza kutambua hilo na kumshukuru Mungu muumba wake. Mtu au mwanadamu hivyo ameumbwa kwa mfano na sura yake Mungu, tunasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza 27 Tuendelee kuomba neema zake Mungu ili akili yetu iweze kumfahamu na utashi wetu umtumikie. Jibu la ombi la mitume kwa Yesu linapata maana hapa, nasi baada ya kufundishwa na Yesu hiyo sala, wajibu wetu ni kuishi mapenzi yake Mungu na si mapenzi yetu. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Fratelli Patrick Mswaz Dominic